Hii ni Fulshangwe TV. Habari zaidi, mradi wa umeme wa REA ambao unapelekwa katika mitaa kumi na tano kwa hapa Mbeya mjini, lakini kwa mkoa wa Mbeya vitongoji mia moja na tano kwa jumla wake wote unasimuliwa hapa. Kazi inaenda kuanza rasmi, lakini tujifunze tu kwa ujumla wake, linda miundombinu hii ambayo unafanywa uwekezaji mkubwa kabisa na Dokta Samia Suluhu Hasan. Niwaombe sana tulinde hii miundombinu ya umeme. Unapoona nguzo inainama kidogo, toa taarifa, kwa sababu usipotoa taarifa itadondoka kabisa, halafu tutakosa umeme. Mradi huu tunatarajia kutekeleza katika wilaya zote za mkoa wa Mbeya. Tunaahidi kwa uongozi wa mkoa wa Mbeya kwamba ETDCO itajitahidi kadiri ya uwezo wake kuhakikisha kabisa mradi huu unatekelezwa kwa ufanisi mzuri, ili tuweze kuukamilisha kwa wakati, ili wananchi wa Mbeya waweze kupata umeme wa uhakika katika maeneo yao yote ambayo wanatarajia. Naomba sana wananchi wa mkoa huu wa Mbeya wajiandae wawe tayari kuweza kuunganisha umeme. Ni ufunguo wa mambo mbalimbali ya kijamii, ya kiuchumi, kiusalama, na kwa maana hiyo unahitajika na kila mmoja. Nashukuru leo kwanza tumezindua mradi kwa ajili ya utekelezaji. E, tumejipanga vizuri kwa ajili ya kutekeleza mradi utakaotekelezwa kwa miezi ishirini na nne ambao ni miaka miwili, lakini sisi tumekaa chini na tumetengeneza road map kwa ajili ya kutekeleza mradi kwa miezi kumi na tayari kuna vifaa vya kutekeleza huu mradi asilimia 60. Nashukuru serikali kwa kutuletea mradi huu wa REA wa kina mama. Tutafungua miradi mbalimbali, kwa mfano ufugaji wa kuku unahitaji sana mwanga. Tumeahidiwa vijiji mia moja na tano kupata mwanga ambao utaangaza maisha yetu sisi wanamponja. Huu umeme utaweza kutupelekea maendeleo, kupata maendeleo ya kasi, maendeleo ya haraka haraka. ETDCO, suluhisho la miundombinu ya umeme. Hii ni Fullshangwe TV, habari zaidi.